Nikiwa ofisi kama deputy president nilipigana na pombe nikamaliza. Kweli ama uongo? Huyu Kasongo akashikana na Soprano na PS anaitwa Raymond waka sabotage that program, and that program was very simple. Ilikuwa ni kuweka hakikisha ile masaa ya kunywa pombe from 5 to 11, tukaweka number 2, tukafunga factory zote zilikuwa zinatengeneza pombe ya kuua watu. Na dio tukamaliza ulevi 70%. We were successful. Akakuja akasabaradisha that program. On top of that, akaenda kwa baraza la mawaziri akateua mawaziri wawili ambayo wanajulikana wanauza dawa za kulevya. Sasa tunakuuliza William Ruto, kama ulisapota ajile program ya kupigana na madawa za kulevya na kupigana na pombe ya Rigathi Gashagwa, how can Kenyans trust you that you that are genuine Namba tu, nimeona jana ukisema ati watu ya cocaine watafungwa maisha, sijui wale ambaye wanabeba pombe watafanywa. Before ulete hiyo maneno, kama uko serious those two ministers who are in your cabinet. Kwanza futa hao kazi, then we know you are serious. Mambo ya kupigana na madawa. Because I don't think you are serious. Hata polisi wanacheka, wanasema sasa hii maneno tunaambiwa tufanye kama cabinet wenye kuuza madawa ya kulevya wanaketi na rais kwa cabinet, sisi tutapigana naye namna gani? Na tangu hao mawaziri wawili wamerudi wamekuwa mawaziri, moja ni ya hapa Central, mwingine ni ya pwani, ndio madawa imeongezeka. So kama wewe William Ruto you are serious kwa hii maneno ya kupigana na drug abuse kumaliza mambo ya pombe, first sack the two drug barons who sit in your cabinet, then we can now start having a conversation.